Uh, ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, ninayo furaha kubwa sana kuwataarifu kwamba leo nimepata fursa ya kutembelea mradi wetu mkubwa, mradi wa Iringa e, Commercial Complex ambao unajengwa chini ya Wizara a, ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kupitia Shirika la Nyumba ya Tanzania. A, katika mradi huu ambao unajengwa kwa shilingi bilioni 9.7, lengo lake ni kupata jengo la kisasa la biashara na makazi katikati ya mji. E, na kwa kweli leo nimepata nafasi ya kutembelea, hali ya ujenzi inakwenda vizuri. Nimpongeze sana meneja wetu wa shirika la nyumba katika mkoa wa Iringa kwa kazi kubwa na nzuri, lakini pia tuwapongeze sana mkandarasi pamoja na mshauri kwa namna ambavyo kasi ya ujenzi na ubora wa ujenzi unakwenda vizuri zaidi. Ni kwa nini tumekuja kulikagua jengo hili au mradi huu? Kwanza ni kuwataarifu umma kwamba jitihada za serikali za kuboresha makazi ya wananchi na maeneo ya biashara katika mkoa wetu yanakwenda kwa kasi. Leo shirika la nyumba wanajenga mradi huu mkubwa mradi ambao ukikamilika tutakuwa na eneo zuri la kisasa la biashara katikati ya mji ambao litawawezesha wafanyabiashara wakubwa na wadogo kupata maeneo ya kisasa kabisa ya kufanya biashara, lakini pia ujenzi wa mradi huu unakwenda sambamba na makazi bora kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo kutakuwa na ghorofa nne eh, ambazo zitakuwa zimegawanyika katika muundo wa biashara na makazi, na jumla ya thamani kama nilivyoeleza ni shilingi bilioni 9.7. Mradi huu unajengwa kwa mwaka mmoja na miezi sita, na mradi huu utakapokamilika, tayari huduma zitaanza. Mpaka sasa tunavyozungumza, tayari wananchi wenye malengo ya kutaka kutumia jengo hili kwa manufaa ya kibiashara, fursa imeanza kufunguliwa. Mnaweza mkafika na kumwona meneja wetu wa mkoa na kuanza kupeleka maombi yenu ili muweze kuwa sehemu ya wapangaji wa majengo haya. Ni kwa nini serikali imeamua kuwekeza katika kuboresha majengo na kujenga majengo ya biashara na majengo ya makazi. Dhamira ya Shirika la Nyumba Tanzania ni kuhakikisha tunakuwa na majengo mazuri na ya kisasa ya biashara ambayo yanaendana na mazingira ya miji yetu, lakini pia kuwa na makazi bora kwa ajili ya wafanyakazi na wananchi mbalimbali katika maeneo ya mijini. Leo hapa tumeweza kuona kazi kubwa inayofanyika katika uwekezaji wa majengo ya biashara, lakini pia kuna kazi kubwa inayoendelea ya kukarabati nyumba za National Housing katika mkoa wetu Umefanyika ukarabati mkubwa katika nyumba zilizoko hapa Iringa, na ni matarajio yetu ukarabati wa nyumba hizo unaongeza thamani ya hizo nyumba, lakini pia unaongeza muonekano bora wa mji wetu katika maeneo yote ambayo yamejengwa majengo ya National Housing. Mwisho kabisa, kwa wakazi wa mkoa wa Iringa ambao wana interest, wana maono na ndoto ya kukaa katikati ya mji au kufanya biashara kubwa katikati ya mji. Jengo hili sasa tumeshatoa utaratibu kupitia meneja wa mkoa, liko wazi kwa watu kwenda kuomba na upangaji na kuomba taratibu za kupanga ili muweze kulitumia. Mradi huu umegawanyika katika maeneo makubwa mawili, eneo la kwanza ni eneo la biashara na eneo la pili ni eneo la makazi. Katika eneo la biashara, taratibu za upangaji zimekwisha tangazwa na kila mwenye interest ya kufanya biashara kwenye jengo hili anaweza akafika na kuonana na meneja wa mkoa kwa ajili ya kupata fursa ya kupangisha. Lakini faida kubwa tuliyonayo katika ujenzi wa jengo hili ni kwamba tunazo ghorofa mbili ambazo ni kwa ajili ya makazi. Katika hizi nyumba za makazi ambazo zinajengwa kwenye mradi huu ni tofauti na nyumba zingine ambazo tunapanga. Hizi ni nyumba ambazo zitauzwa kwa wale ambao wana ndoto ya ya kumiliki nyumba ya gorofa mjini katikati Iringa, ni fursa yako sasa kuanza kujichakata na kukimbia katika ofisi zetu za National Housing mkoa wa Iringa na kupata utaratibu ni namna gani nyumba hizo zitauzwa, ili mradi utakapokuwa umekamilika, wewe uwe sehemu ya wale wananchi ambao wamepata fursa ya kumiliki nyumba katikati ya mji, nyumba yako mwenyewe ambayo utakabidhiwa hati na kuweza kuitumia kwa kadri ya mahitaji ulionayo. Hii ni fursa kubwa sana kwa wakazi wa Iringa na walioko nje ya Iringa, kwa sababu shirika la nyumba ni shirika la umma kwa ajili ya watu wote. Mwisho kabisa, naomba niwasisitize, nyumba tulizonazo hapa ni mbili, lakini mkakati wa kuendelea kujenga majengo mengine yani housing katika mkoa wetu wa Iringa yanaendelea. Tuombe mradi huu utakapokamilika, watanufaika watu baadhi na mradi unaokuja pia watanufaika wananchi wengine, ili mwisho wa siku dhamira ya serikali ya kujenga makazi bora na maeneo bora ya biashara iendelee kukamilika kwa kuhakikisha wananchi mnapata huduma bora katika majengo haya tunayoyajenga. Iringa itajengwa na sisi wenyewe kwa kuchangamkia fursa kila inayokuja kwenye maeneo yetu. Hii ni fursa kubwa sana kiuchumi, ni fursa kubwa sana kibiashara. Shirika la Nyumba limeturahisishia uwezeshaji wa kibiashara, na sisi sasa tuna jukumu la kuamka na kukimbilia fursa hii kwa maslahi mapana ya biashara na ukuaji wa mji wetu.